Mimi nawashukuru sana ndugu zanguni, mm -hmm. E, naondoka sasa hivi tunaelekea Dar es Salaam inshallah inshaallah, heri na nyie, mfike salama, tuende majukumu mengine ya kuijenga nchi eh. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu ni wengine mlikuwa dzaengida leo mm -hmm. mm -hmm. E, kwa hiyo nawashukuru sana basi, utakani safari njema, tukutane da. Hatuna kisasi na mtu sisi, tunataka tuchua ubingwa tu, ndio plani yetu. Baada ya kuruhusiwa kituo kikuu cha polisi cha mkoa wa Tabora kwa dhamana, ofisa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe amerusha dongo zito kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Instagram akiilenga Simba. Kamwe alikuwa anashikiliwa na Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora tangu usiku wa kuamkia leo Aprili 3 kwa tuhuma za kutoa lugha za kejeli dhidi ya uongozi wa mkoa huo, kabla ya mchezo wa Ligi Kuu dhidi ya Tabora United iliokubali kipigo cha mabao matatu kwa sifuri jana Jumatano. Ofisa habari huyo ameikejeli Simba kufuatia kupoteza mchezo wao wa kwanza wa robo fainali Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry, akiweka picha ya mfungaji wa bao la pili Okoyo, huku akiandika Nilipitwa na mengi kumbe. Kisasi tulikuwa na timu moja kisasa tu. Tim moja, e. <laughs> Azamu, timi, mpira, e, si wa kisasa na timu moja na tusha kilipa. Eh, na tumeenjoy. Azam timu mko mpira, football kawaida. Eh, si tulikuwa na kisasa na timu moja na tumekilipa na tumeenjoy. Alhamdulillah. Kila mwana Yanga na raha. Jana tumekula asali vizuri kabisa. Hiyo ndio kisasi kimeshalipo. Tunaondoka nyumbani kupumzika. Yes, uh, sasa hivi tupofikia hapa, kitu muhimu kwa Yanga ni kuchukua ubingwa. Haijalishi mechi hiyo inachezwa siku ya kazi na inachezwa siku gani. Kwa wana Yanga tunawakaribisha sana KMC Complex siku ya Jumatatu mechi na Coast Union, Coast team fulani hivi, ngumu ngumu, na kwenye msimamo kama kidogo na wao wanajitafuta. Kwa lazima tuweke jitihada kwa pande zote viongozi wachezaji benchi la ufundi na sisi mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani. Yes, mechi inayofuatia tunacheza na Coastal Union na mechi hiyo kama nilivyotangulia kutangaza siku ya jana, ni mechi maalum kwa ajili ya kocha wetu Edna Lema. Tumekuwa na programu nzuri ya kurugenzi ya ufundi kwa maana ya makocha hawa wa vijana, timu za wanawake wapate nafasi. Kwa hiyo Edna Lema, ligi ya wanawake imesimama, tumempa nafasi ya kuja kwenye senior team kufanya mazoezi ku, ku, kuchukua experience na yeye kidogo kwa Hamdi pale kwao. Mtamuona Edna kwenye programu nzima za wiki hii kuelekea mechi ya Coast kuanzia training, press conference mpaka kwenye benchi siku ya mechi.